Hayo yamesemwa na hakimu mkazi mkuu Wilbard Mashauri baada ya wakili wa serikali Faraja Nchimbi kuhoji kwa nini Mbowe hajafika mahakamani yapo mara mbili mfululizo. Nchimbi ameeleza kuwa shauri hilo limeitisha kwa ajili ya usikilizwaji wa awali, lakini mshtakiwa wa kwanza Mbowe hayupo. Wakili wa utetezi Hekima Mwasipu amedai kuwa Mbowe amekwama katika foleni kwa sababu ya msafara wa kiongozi aliyekuwa akipita. Baada ya kusikiliza hoja hizo, hakimu Mashauri alitoa onyo la mwisho kwa Mbowe na endapo akirudia atamfutia dhamana. Baada ya kueleza hayo, ameahirisha kesi hiyo hadi Agosti mbili mwaka huu kwa ajili ya usikilizwaji wa awali. Washtakiwa wengine katika kesi hiyo ni Katibu Mkuu wa chama hicho Dr. Vincent Mashinji na naibu wake John Mnyika na Salum Mwalimu. Wengine ni Mchungaji Peter Msigwa ambaye ni mbunge wa Iringa mjini, pamoja na Esther Matiko. Bora Mafta, Global TV, Dar es Salaam. Shule ya Msangani Sekondari yenye namba za usajili s S1133 ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita. Ipo kata ya Msangani, Kibaha kwa Matias mkoani Pwani, kilomita sita kutoka barabara kuu Dar es Salaam Morogoro. Kwa sasa inaotangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2018 2019 kwa wale wenye sifa zinazokubalika ni katika combination au taasisi za HGE, EGM, HGL, EK na HGK. Shule ipo mazingira tulivu na rafiki kitaaluma, imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio. Ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha, ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa, huduma bora za afya, chakula bora na cha kutosha, malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto. Ada zetu ni nafuu kabisa, unalipa kwa awamu. Wai sasa, fomu zinapatikana shuleni Msangani, Riki Hotel Mnazi Mmoja Dar es Salaam, Msimbazi Senta Dar es Salaam, Mwanza soko kuu, duka namba 27, na Palace Hotel Arusha. Wote mnakaribishwa Msangani